Joni, wewe bwana na wakandarasi wako, eh, wewe Karimani na na wewe mkandarasi mzee, nyie mnanyanyasa wafanyakazi vijana wa Kitanzania. Waambie, mpe mikrofoni. Swala Haya, la pili, ngoja kwanza. La pili hapo hapo katika mshahara, sio tu kwamba wanawacheleweshea, lakini kiwango wanachowalipa ni kidogo, si sawa.

wasaongea na, na wakubwa zao Daislamu mm, watahakikisha kwamba wanalipa kwa kiwango cha Watanzania hey. Okay. Tunataka walipe kwa viwango kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, wasiamue amue tu wao <todicu> Ok jamani, tuko sawasawa hapo, si ndivyo hivyo? Wanasema wanakwenda kuzungumza na wakubwa wao Nina, na sisi tutamshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tutamshauri Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ya kwamba hawa tunaozungumza nao ni wadogo. Tunataka wakubwa wao watoke huko waliko waje wakutane na sisi hapa. <laughs> <tosan> Haya, ah, yeah, kama ni sawa sawa, mimi nimemaliza.